Nimeangalia plani ya ujenzi wa jengo hili unaendana na wakati, lakini nimejiridhisha baada ya kutembelea jengo hili, thamani ya fedha iliyotajwa eh, kuna kuna uwiano mkubwa sana na ubora uliopo nimekagua aina ya matofali yaliyojengwa, lakini nondo zilizotumika, ukubwa wa nguzo zilizotumika, lakini pia hata jinsi wanavyofanya kazi e, ile hands on naiona kana kwamba e, kuna ubora mkubwa sana. Lazima mwatangazie wananchi wote wapate taarifa juu ya biashara ambazo zitafanyika hapa, ili kila mmoja awe na haki ya kuomba kwa wakati, na muwe wazi kuwajulisha gharama za upangishaji kwenye eneo hili. Lakini hile miradi mnaona ni ya kimkakati, basi hakikisheni hao mnewalenga na hao wapate taarifa kwa wakati na wapate elimu ya kutosha juu ya ubora wa jengo hili. Mmeniambia hapa mna mpango wa kujenga, angalieni soko la Tabora, guseni wapiga kula wa Daktari Samia Suluhu Hassan ili wa, nao wawezi kumiliki nyumba katika maeneo kama haya. Hilo naombeni sana muliangalie, tarisheni miradi inayogusa wananchi wa kawaida ili waweze kupata na wao umiliki wa nyumba zinazojengwa na shirika lao pendwa. Shirika hili limejengwa baada ya uhuru tu, tafsiri ya uhuru ionekane kwenye, kwenye kazi mnazo mnazozifanya shirika hili zaidi ya kujenga tu, lakini mna wajibu wa kuanzisha viwanda vya kuzalisha vifaa vya ujenzi. Nimepata taarifa mmeshaanza mchakato wa kutengeneza viwanda mbalimbali, hakikisheni mbali hayo mnayafanya, lakini angalieni katika hatua zote za ujenzi mnazofanya hapa, jamii inayowazunguka hususan wakazi wa Tabora wafaidike na mzunguko wa fedha wa bilioni moja nukta nne nikimaanisha ne. Watu wanaofanya kazi hapa sio lazima watoke Dar es Salaam, watoke Kigoma watoke wapi. Mimi naamini Tabora hii kwa maendeleo yaliyokuwepo kuna mafundi hapa. Kwa hiyo wewe NHC jitahidi kutumia mafundi wenye ujuzi wasioharibu ubora wako watokee kwenye maeneo hapa. Ni rai yangu kwa wakazi wa Tabora, hii ni fursa mheshimiwa. Uh, Naibu Waziri ameelekeza tupewe kipaumbele, kwa hivyo na wao wasikae nyuma, wajitokeze kuhakikisha kwamba wanagombania hizi fursa ambazo ziko hapa, biashara lakini pia na makazi ambayo yako katika eneo hili yatakapokamilika, ili basi wanufaika wa kwanza wawe ni wakazi wetu wa wilaya ya Tabora, lakini na mkoa kwa ujumla. Sisi jukumu letu ni kusimamia na maelekezo ambayo ameyatoa tutayatekeleza, kuhakikisha tunasimamia miradi hii inatekelezwa katika hali ya ubora, lakini kubwa sana kumnufaisha mwananchi ambaye ni mkazi wa Tabora katika fursa zote ambazo zinapatikana hapa, kwa maana ya biashara kama ambavyo imesemwa, lakini pia na makazi kama ambavyo yanaonekana kukabiziwa kwa jengo hili yatakavyokuwa